Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya, sasa wanapanga kwenda mahakamani kuishitaki serikali ya Tanzania kwa kile wanachosema imekiuka haki za binadamu kwa kufuatia kuwakamata na kuwafukuza nchini humo wanaharakati waliotaka kuhudhuria kesi ya mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. Undani wa taarifa hii na Emmanuel Makundi. Akizungumza baada ya kurudishwa nyumbani, mkurugenzi wa shirika la Vocal Afrika Khalid Hassan, akiwa sambamba na jaji mkuu wa zamani wa Kenya Willy Mutunga na mwanaharakati Hanifa Adan, amesema wanatafuta ushauri wa kisheria. Tuna nia ya kuweza kufikisha swala hili mahakamani ili kusonga mbele, kuhakikisha udhalimu kama huu ulioonekana leo hii na jana pia, na ma na Martha Karua usiweze kurudia tena katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Kufukuzwa kwa wanaharakati hao kulikuja siku moja kupita tangu idara za usalama kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere zimkamate waziri wa zamani wa sheria wa Kenya Martha Karua pamoja na wanasheria wengine wawili na kuwafukuza. Haya yakijiri, rais Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kwa wanaharakati wa kigeni aliyodai wanajaribu kutatiza utulivu wa nchi yake, akiapa kuwashughulikia ipasavyo, kauli iliyoibua ukosolewaji zaidi wa serikali yake. Kuna majaribio kadhaa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 asije kuangalia kesi inaendaje? mmekwisha mmekwisha haya ya kijiri. Polisi nchini humo inaendelea kumshikilia mwanaharakati mwingine wa Kenya, Boniface Mwangi, aliyekamatwa hotelini pamoja na mwanaharakati mwingine wa Uganda, Agata Atuhaire. Matukio ya kukamatwa na kuzuiwa kuingia nchini humo kwa wanaharakati kumezidisha ukosolewaji wa serikali ya Rais Samia inayotuhumiwa kutumia vyombo vya usalama kuwanyanyasa na kuminya uhuru wa watu kutoa maoni.